Takule kule, kule kitandani nikataka kumpiga na nyengo, akaruka akapita ilishani akachomoka akaondoka. Nikasema bahati yako, sijui ungeliwa nyama, sijui ingekuwaje, kwa sababu mimi sioni kwamba kuna kitu kinaweza kumshinda Yesu. Niko chini ya mwamba, amwamba juu yangu, Yesu nificha, niko chini ya mwamba, mwambieni adui zangu niko chini ya mwamba Yesu ni ficha niko chini uko wapi wewe? Mwamba Yesu ni ficha niko chini ya mwamba mwambie ni adui za niko chini ya mwamba Yesu ni ficha iko chini ya. Ikafika siku ya kumaliza msiba wa yule bibi, tukaondoka mimi, tukaondoka na wenzangu wa injilisti ambao leo ni mchungaji Wihale na mchungaji Kasuga, tukaenda tukasema poleni na msiba na mambo haya, tukaendelea kuwepo pale. Tunapoondoka tukiwa na mchungaji Shudini, tunapoondoka mtoto wake mmoja binti alikuwa anaishi mjini, akafanya tunavyoondoka sisi. Hatukufanya chochote, Mungu anajua. Tukarudi tukaenda nyumbani tukasema, wee Mungu ni mkubwa, na mchango tulitoa elfu mbili walikataa. Mjini siku hiyo hiyo akaugua vidonda vya tumbo, akarudi maiti baada ya siku mbili kwangu likawa kubwa. Sasa pale kijijini, kila ninakopita mimi ndio nayeua wale watu. Nikasema, jamani, mimi sio mimi, mimi sijafanya chochote. Sasa nimerudi, nilipoitwa kwa awamu ya pili, narudi ndege fulani, soma ndio anaye kijua na huyo ana kimwalo, enyi kimeloa kwenye maji, kana mkia mrefu, kameloa kwenye maji, kameweka mambao, kamekaa mlangoni kwenye nyumba ya kwangu, kanafanya hivi mlangoni kaka hivi tu, hivi hivi. Nikasogea nikasema, wewe sikuui, ila rudi, kamwambie atakufa sipo tubu. alo kalichomoka kama mshale, kanaenda kwao na ng'ambo yake. Huyu anakujua, ilikuwa mi ng'ambo hii, yeye yuko ng'ambo. Nikisimama uwanjani nyumba zake zinaona. Kikaondo moja kwa moja. Tangu siku hiyo maisha yangu yakawa mashakani kila siku, ka ametoka yule, yule mtege. ilikuwa saa kumi na mbili jioni, inapofika saa mbili mtoto wangu wa pili kwambia, akaja mama yangu akasema huyu eh, mtoto huyu mtoto, mtoto ende kwa yule uombe msamaha hivi. Nikamwambia mama, hafi hapa huyu mtoto, hafi kama Mungu aishivyo, hafi akasema sasa, tunafanya kisema tunamuomba Mungu. Nikasema, Mungu wewe, uliniita huyu ni mtoto uliyenipa uhai wake, hakuna kitakacho uchukua kwa jina la Yesu. Nikamwambia mke wangu, beba, tukataka kwenye mafuta, twende hospitali mbali kidogo Ipalamo. Tumefika njiani sehemu moja inaitwa Kipinda, mtoto mzima anacheka mgongoni hivi. Tunaenda wapi sasa? Ha, turudiza Tunarudi nyumbani, mtu ni mzima. Haleluya! Vishindo vya shetani vinaweza kukubabaisha, lakini kama uliweka akiba ya maombi ya wakati huu, wakati huo utakuwa mshindi. Haleluya! tukakutana na mtu mmoja anaitwa mfalme Nebukadreza wa ambaye alitengeneza ile sanamu ile eh, Kitabu cha Danieli sura ya tatu, aliyetengeneza sanamu akasema akina Meshaki Shadraka na Abednego wapate kuiabudu ile sanamu. Wakardayo wakaenda wakasema, wewe mfalme, hawa tulipopiga hizi ngoma, hawa hawakucheza wala hawakuisujudia sanamu, wakakataa, waka, wamekataa. Mfalme akasema, rudia mara ya pili, wakarudia, lakini Meshaki Shadraka na Abednego akasema, ayuko Mungu hii ni miungu. Bwana asifiwe. Wakaamuru watupo kwenye tundu la moto watu, watupo kwenye tanuru la moto, wakawekwa kule ndani. Wanapoingia tu watatu, wanashangaa kule ndani wamesimama wanne. Bwana asifiwe, hauko peke yako hapo ulipo, uko na malaika ambaye humuoni. Haleluya, dhiki inapokuja kwako, malaika atasimama na wewe. Wakasimama na malaika kwenye moto, wakawa wanafarijiana kule ndani. Hata mfalme akasema waambieni mwende mkawatoe. Wale wanaenda kuwatoa wanalambwa na moto wanakufa wao, lakini mle ndani wale wanatoka wakiwa wazima, hata harufu ya moto hakuna. Lakini yule wanne akabaki huko kwenye moto, akamaliziana huko huko, wakamaliziana huko huko na Mungu wake wenyewe. Wakatoka wakarudi nyumbani. Mungu akasema jamane, wilaya yangu yote ya Babeli Hey, hey. Mungu wa Mesha Kishadrake na Abednego ndiye Mungu. Nataka watu Ilula waseme Mungu wa wewe huyo ndiyo Mungu. Haleluya. Maana watakuja na uchawi wao usiku melala. Simulia, simulizi dogo sana hapa. Haleluya. Wangapi wana amani? Kama unatamani niendelee kidogo. Ngoja niendelee kidogo jamani. Niendelee. Naomba dakika tano sasa hizo, nasimulia dakika tano tu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha mwanzo mlango wa 39. Mnajua zile habari, mnazifahamu vizuri, kila mtu amesoma. Wa Bwana Yesu asifiwe. Kuna kijana mmoja pale anaitwa Yusufu. Haleluya. Anaitwa nani? Kijana Yusufu. Yusufu alikuwa kijana. na huyu kijana Yusufu mu yetu ili ingookoko myetyetu ameliwa ameisha huko, baba akalia, lakini yeye ameuzwa. Sasa alipofika mahali ambako kule Misri, alipofika kule ndiko yalitokea maaja. Kusoma ule mstari, aliponunuliwa akafika nyumbani kwa mtu mmoja anaitwa Potifa, akawekwa kwa uaminifu akakabidhiwa mali zote, sema mali zote, akakabidhiwa himaya yote, kwa ajili ya ule uaminifu aliyokuwa nao, kwa kuwa alikuwa akimwomba Mungu aliye hai na kumtumikia yeye, akapewa maeneo yale. Mke wa Potifa akaona huyu kijana ni mzuri, lakini Yusufu, huyu mke alipomwambia jambo hili nataka nikwambie, yako mambo makubwa ambayo yatakupa wewe ushindi. Jina la Bwana libarikiwe. Walipomfunga gerezani na kuambia kule gerezani, mfalme kule ndoto zikamsumbua, zikamwendea aliyoko gerezani, na kwa kuwa alikuwa mchaji wa Mungu akaweka vizuri mambo yake, kakaa sawasawa na kuambia kule gerezani, alitolewa mkukumkuku, akapelekwa kuwa, akapelekwa kwenye kiti cha uwaziri, akawa waziri mkuu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwenye uaminifu, mtumikie Mungu wa kweli, Mungu asiyebadilika. Huyo ukimtumikia, nataka nikwambie utainuliwa mahali pa juu. Jina la Bwana libarikiwe. Watakushangilia, wanakuambia wewe, watakupandisha vyeo, vitakuwa vinapanda kila siku, mambo yatakuwa yanakaa vizuri kila siku, kila unachotaka kufanya kinafanikiwa, maana wewe unaishi na Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe mtumikie uaminifu wa hata wakati alipotaka kubakwa na kuambia alikurupuka na kwa moyo wa kweli mwishie Mungu na jambo likija kwako mwambie Mungu, hili jambo limekuja, nahitaji msaada wako. Katika Zaburi ya 46 inasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Haleluya. Waisraeli walipofika bahari ya Shamu, Kutoka kumi na nne kumi na nne, wakaona hakuna kinachoendelea, wakaanga kuhangaika. Walipofika pale, wamenyamaza wamehangaika. Mungu akamwambia Musa, waambie wenyewe wanyamaze kimya, mimi nitawapigania. Ukiwa na neno la Mungu, Mungu atakupigania katika kila hitaji la mtu aliyefika katika hema hii, lihudumie sawasawa na uhitaji wake, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba na kushukuru, amen. Mungu awabariki. Asifiwe! tumshangilie Mungu kwa makofi mengi mengi. Tunakushukuru sana Baba Mchungaji kwa ajili ya neno la ufunguzi, na Mungu akubariki sana. Kama nilivyosema mwanzo, naomba tunaofika tusikae mwishoni, tusogee mbele, ili tuwe tunatazamana kwa karibu na wakati mwingine Unaweza kawa kuna zawadi anatakiwa kupewa sana, na pepesa macho, yuko wapi mhusika? Bwana Yesu asifiwe. Basi wakati huu niombe sasa, kwaya zitaimba kwa mfululizo. Niombe kwaya ya uinjilisti kama ipo, kwaya kuu kama ipo, tu mikono ipo, kwaya ya upendo Sinai punga mikono kama tupo. Asante vijana Sinai, asante sana. Basi niombe tuanze na kwaya ya uinjilisti wenyeji, baada ya hapo watafuata upendo Sinai, karibu sana. <tune> Aa, Mungu wetu ni mwema, tuko live tuko mbashara, tunaonekana huko duniani. Asante sana kijana kwa kutufaa

sana Bwana Yesu asifiwe, yeah. Tuwashangilie kwa makofi.